Na yeyote labda ambaye una taarifa zote za kuumwa katika haya mahujaji ambao wanawaacha, e, kama nilivyozungumza kwamba kuna mahujaji wa taasisi ya Ahlu Dawa ambao wamebakia na, na nimewaacha pamoja na kiongozi na. ambaye pamoja na kiongozi mnadhimu wa kikundi yupo, lakini na. na. kuna viongozi ambao wabitha na. wapo na. kuna wengine ambao wako jida No. kina Sheikh Abbas Bantulaki no. na kuna wengine ambao wako Madina, kina Sheikh Tahir na Sheikh Musa, ambao wao wanasubiri mpaka watakapoondoka mahujaji wote, ndio na wao wafunge. no. nini, na mahujaji wote no. takriban, wako kiafya wako vizuri. Alhamdia, wako ambao kwa ugonjwa kuchoka, machofu ni kitu cha kawaida. no. na pengine unaweza ukenda, nilikwenda nikawaona. no. unakuta kwamba wengine, unaona tu katika sura zao kwamba wamechoka lakini hii kuchoka ndio iliyokuja, ya atuka rijalan wa na. ala kulli dhamirin, watakujia kwa miguu na juu ya kila mnyama aliyekonda wengi wa. pengine tunaweza tukasema hata sisi tu viongozi unajikuta kwamba umechoka sana, lakini na. ibada ya hija ni ibada ya harakati. sahiha sahiha. Tayib, naam. Sahi. Uh, leo mfano wake uh, haji imemalizika kwa mujibu wa maelezo yako na ushahidi wa hilo leo narudi nyumbani insha Allahu, waliobaki kesho kwa uwezo wa Allah, nao wanarudi wakisaidiwa na wasaidizi wako ulioacha hapa. Mmejipanga vipi kwa hija mpya ya mwakani? Maanake wanasema kwamba mwisho wa haji ni mwanzo wa haji mpya. Wewe kama rais mwenye dhamana yako ya shughuli ya haji Tanzania E ni kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba hija ya mwaka inapangwa kabla ya kumalizika hija no. Kwa hivyo sisi tayari mwezi kumi na mbili tulikuwa tuna tuna hafla maalum ya wizaratul haj no. Ambapo katika hafla hiyo tulikuja tukakabidhiwa utaratibu wa hija inayokuja no. Na tayari sasa hivi kuna baadhi ya mambo mapya ikiwemo masuala ya afya tutakuwa Naam. tuna kongamano Dar es Salaam ambalo tutakuja kujadiliana Naam. na kuliweza kuweka utaratibu mzuri Naam. wa vipi tutalikamilisha kongamano hilo. Kwa hivyo hija imeanza, Naam. lakini hija kuanza ina vitu vingi, Naam. kuhamasisha, kuna namna yake Naam. lakini kujiandaa kwa ndani kuna namna yake, pengine kuanza kufuata ratiba kuna namna yake Esalam. kuna program ambayo imepangwa iliyopangwa na wizaratul haji kuna Nam. programu ambazo inabidi utahiza umoja wa taasisi za hija utazipanga. Nam. kuna programu ambayo itapangwa na BAKWATA na taasisi zilizo chini yake. Nam. kuna programu ambazo zitapangwa na Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana. Kwa hivyo vyote hivi vinakuja vinazingatiwa, na katika hali yote tunatizama vilevile vile na hali yetu ya nchini kwetu. Kwa hivyo vitu vyote vya pamoja inabidi uvitizame, Kipi unaweza ukakitanguliza? Kipi unaweza ukakiweka, ukakiweka nyuma? no. lakini kikubwa kabisa no. tunataka kwamba watu waje watekeleze ibada ya hija no. na katika kipindi hiki kwamba sio kwamba hija imekwisha tu, lakini kuna na umra ambayo no. inafanyika katika kipindi yes kizima salam. na tayari imeshaanza ya yes salam Sheikh Abdallah, rais mwenye dhamana yake ya uratibu na wasimamizi wa shughuli za haji Tanzania, Al Azhar TV inakushukuru sana na inakutakia eh, safari njema, lakini pia inakupongeza kwa usimamizi uliotukuka na uratibu mzuri lakini pia ufuatiliaji wa karibu ambao kwa tamko lako inaonyesha kuwa mara hii tumezidi kufanikiwa katika shughuli za haji, na kwamba changamoto ndogo zilizojitokeza tayari mmekaa na upande wa pili kuahidiana kuzifanyia kazi na kuziboresha zaidi. Hatuna zaidi ya kupongeza Sheikh Abdallah na hatuna zaidi ya kutakia kila la